Kwa sababu ukumbi huu vijana anaonekana ni wengi sana, na mimi nasimamia masuala yanayohusu vijana. Ujumbe wangu unaopeleka moja kwa moja kwa vijana, vijana tunasumbuliwa na jambo kubwa moja tu na jambo linalotusumbua vijana ni mifuko yetu imetoboka. Hatuna uchumi ambao ametoboa mifuko yetu, si mwingine tena, ni CCM aliye aliyeshikilia taifa hili kwa miaka sitini na tatu ya uhuru. Kwa miaka sitini na tatu ya uhuru, ndiye mtu ambaye anakusanya kodi zetu, ndiye ambaye ameshikilia migodi, ndiye ambaye ameshikilia kila kitu kwa miaka yote ametuacha vijana tukiwa hatuna ajira. Mifuko yetu imetoboka kweli kweli. Hata wale ambao walikuwa wakienda mpaka vyo vikuu, angalau wazazi wetu walikuwa wanajua kijana wangu kaenda chuo kikuu atapata ajira aje kutusaidia kama familia. Yanayotokea sasa, tunaohitimu vyo vikuu tunatembea na bahasha mpaka zinachakaa tunarudi tena tunakuwa boda boda kawaida mtaani. Anayetunyima ajira za sisi ambao tumesoma ni sisi, anayetunyima kazi za kufanya sisi ambao tukwenda shule ni sisi wenyewe. Sasa ndugu zangu vijana, wito na utoa kwenu, safari ya mabadiliko ianze na sisi. Safari ya mabadiliko ya nchi hii iko mikononi mwa vijana. Sensa iliyopita ya watu na makazi ya elfu mbili na ishirini na mbili inaonesha idadi kubwa ya Watanzania, yaani kwa Watanzania ya wote unaowajua milioni sitini na moja asilimia sabini na saba ni wenye umri wa chini ya miaka thelathini na sita wenye umri chini ya miaka thelathini na sita hilo ni kundi la vijana. Kwa hiyo tuna maamuzi kwenye kutafuta mageuzi, tuna maamuzi kwenye uchaguzi na maamuzi ya kuongoza taifa tusifanye makosa.